Habari wa Tanzania, leo asubuhi tarehe kumi na nane mwezi wa kumi na moja nimeamshwa na simu nyingi sana za ndugu, jamaa, marafiki, familia na watu wengine wengi, na mimi pia nikaingia mtandaoni baada ya kushika simu. Nimekutana na taarifa ambazo, kwa kweli, kwa masikitiko makubwa, kuna watu wachache wameamua kutengeneza wimbo wenye maudhui ya kuichafua serikali na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na wametengeneza wimbo wakaenda mbali zaidi waka, kwenye katika kava ya wimbo ule wakatumia picha yangu, lakini pia wakatumia na jina langu, wakimaanisha kwamba mimi ndiyo indye, niliyefanya wimbo ule. Sasa napenda kusema uh, kitu kimoja tu. Kwanza, cha kwanza sihusiki na wimbo huo, na sio mimi ambaye nimetengeneza wimbo huo. Wale wanao walichokifanya watu walichokifanya hicho kitu, lengo lao si jema kwa serikali yetu na kwa rais wetu na nafikiri na, na wanatengeneza taharuki tu ambayo haina msingi wowote, kwa sababu wanachokifanya wanajua ni uongo na si kweli, kwamba mimi Peter Msechu nimetengeneza wimbo huo au nimeimba wimbo huo. Kwa naomba watu waipuuze kitu hiyo wasiendelee nayo, na nafikiria si sawasawa kufanya hivyo kwa jamii yetu ambayo tuko nayo. Asanteni sana, nawatakia siku njema. Habari wa Tanzania leo asubuhi, tarehe kumi na nane mwezi wa moja, nimeamshwa na simu nyingi sana za ndugu jamaa, marafiki, familia na watu wengine wengi e, na mimi pia nikaingia mtandaoni baada ya kushika simu nikakutana na taarifa ambazo kwa kweli masikitiko makubwa. Kuna watu wachache wameamua kutengeneza wimbo wenye maudhui e, e, e, ya kuichafua serikali e, na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na wakatengeneza wimbo um, wakaenda mbali zaidi waka, kwenye katika kava ya wimbo ule wakatumia picha yangu, lakini pia wakatumia jina langu wakimaanisha kwamba mimi ndiye nilifanya wimbo ule. Sasa napenda kusema uh, kitu kimoja tu, kwanza cha kwanza sihusiki na wimbo huo na sio mimi ambaye nimetengeneza wimbo huo andre, wale wale walichofanya, watu walichofanya hicho kitu, lengo lao si jema kwa serikali yetu na kwa rais wetu na nafikiri na wanitengeneza taharuki, kitu ambayo haina msingi wowote kwa sababu wanachokifanya tuja ni uongo na si kweli, kwamba ni mimi Peter Msechu nimetengeneza wimbo huo au nimeimba hiyo huo. Kwa hiyo naomba watu waipuuze kitu hiyo, wasiendelee nayo, na nafikiria si sawasawa kufanya hivyo kwa jamii yetu ambayo tuko nayo. Asanteni sana, nawatakia siku njema.